Kuwaombea, kuwatunza watumishi wa Mungu. Mtunze mchungaji wako, mwombee mchungaji wako, jua shida yake, isipite wiki hujafika, jua pale ana matatizo gani, ana mapungufu yepi, ana mapungufu yepi pale nyumbani, pengine watoto hakuna nauli za shule, hakuna kiatu cha shule. Mwanangu wa mwisho yuko chuo sasa hivi, ameingia diploma mwaka wa pili lakini nimemwona kwamba amesoma kwenye mazingira kidogo magumu kuliko wenzie. Wenzie walisoma wa raharaha tu, mmoja huyu alisoma chuo kikuu kule, baba alimwacha. Amemaliza sasa. Akianza kupiga simu ninauaga, nasikia kidogo roho inashtuka kwamba huyu anasoma kidogo kwenye mazingira magumu. Lakini unatakiwa we mwana wa Mungu uwe na macho kujua wale watoto wana nauli wa mtumishi? Wale watoto wana madaftari yanatosheereza? Wale watoto ikoje? shule imefungua, huna habari na mtumishi. Bwana asifiwe! Wala huna habari wewe, unakuja tu na Biblia. Unajua, juzi nimeota ndoto mbaya mbaya mchungaji, yani nahitaji maombi, yani mbuzi wamenikimbiza na majoka sasa watoaji sadaka zetu kama Kornelio, haleluya, Bwana siwe sana. Ndipo tutaona baraka zikituandamia, ndipo tutaona chem chemichemi za baraka zikiwa juu yetu, tutaona mitaji kiongezeka, tutaona watoto wetu wanastawi. Unatumika yani huku, Bwana ye anakutendea wewe pande wapili. Bwana siwe sana, Amen. Nimesema kwamba sijaona waliopungukia pungukiwa waliotujengea nyumba za kuishi waliotununulia kipindi hicho mausafiri, tukawa na mausafiri, hawajapungukiwa mpaka leo. Mungu anawalinda anawatunza, anawahifadhi, anaheshimu sadaka zao, na Mungu ataheshimu sadaka zao. Bwana sana Mungu ataheshimu na atakuheshimu zaidi ya kumuheshimu. Sema amina. Sasa usilaumu wachungaji, we uchungaji unaujua Hebu soma ile Marko tano tano soma hapo. Tuwe waangalifu wa kuziondoa nadhiri za mungu tunapoweka katika nyumba ya Bwana, bwana siwe sana. Tuwe waangalifu kuondoa nadhiri, tuwe makini tusiache nadhiri, mwaka unapita zitatufungia milango.